Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameanza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano katika gereza la La Sante mjini Paris baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama ya kupokea fedha haramu za kampeni kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gadafi. Sarkozy ambaye aliongoza taifa hilo kati ya mwaka wa elfu mbili na saba hadi mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili anadaiwa kufadhili kampeni yake ya urais ya mwaka wa elfu mbili na saba kinyume cha sheria kwa kutumia mamilioni ya euro kutoka nje ya nchi. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka sabini aliwasili gerezani Jumanne asubuhi akisindikizwa na mkewe Kala Bruni huku baadhi ya wa wafuasi wake wakimshangilia kwa kuimba wimbo wa taifa. Kupitia ukurasa wake wa X Sarkozy amesema amekuwa kilengo kwa chuki na visasi na kudai kuwa anayefungwa si rais wa zamani bali mtu asiye na hatia. Kwa mujibu wa mkuu wa gereza hilo Sebastian Cowel, Sarkozy atakuwa katika seli ya peke yake kwa sababu za kiusalama, lakini ataruhusiwa kufanya mazoezi mara mbili kwa siku bila kuambatana na wafungwa wengine. Hii inamfanya kuwa rais wa kwanza wa zamani nchini humo kutumikia kifungo gerezani tangu Marshal Philippe Petain baada ya vita vya pili ya dunia.